a kwa Yesu kwamba amezaliwa na ni nguvu ya Mungu yeah. Ye Mungu alitamka neno kwa Mariamu basi ikawa akawa Yesu. Na hii inadhibitika katika Qur'ani sura ya 3:45. Mwenyezi Mungu anasema wazi kwamba huyu Isa ni neno lake, na ukisoma katika 4:171 amemtaja Yesu pia kama vile neno lake, kwa hivyo sisi tunakubali kama alizaliwa, lakini Tatum, kuzaliwa kwake ni tatu 45 Qurani na 4 71 ambayo Mwenyezi Mungu anamuita Isa kama neno lake kwa hiyo hatuna wasiwasi na kuzaliwa kwa Isa alayhi salam. Nafikiri ndio hivyo, manake wewe ulisema kuzaliwa, yani ni kwa uwezo wa Roho yeah na sisi tunamwita Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu alikuja kwa Mariamu. Tunakubali, tunakubali, tunakubali alikuja kwa, kwa Mariamu, na tumesema Mungu ni roho. Tunaenda tu polepole, na huyu Roho Mtakatifu katika Qurani sio roho ambaye kwamba Wakristo wanamfikiria. Huyu Roho Mtakatifu ni Jibril, na nafikiri ushahidi katika Qurani mbili themanini na saba. Mwalimu, hebu nisomee pale. Uh, alafu mwalimu nitaomba na nami pia dakika kumi ni mjibu yeah. <laughs> ama dakika saba dakika saa mbili themanini saba, nisome pale mchuzi wake pale chini. Kwa waislamu kwa Waislamu, nasikiliza, roho mtakatifu roho mtakatifu ni malaika Jibril, unaona. Kwa hiyo sisi tunakubali kweli, kazaliwa alileta, ujumbe ni roho mtakatifu, lakini kwetu roho mtakatifu ni Jibril kwa sababu ndo ameletea Mariamu ujumbe kwamba atapata mimba na mambo kama hayo. Kwa hiyo yeye akileta ni ile ujumbe tu ambaye kwamba ameleta yeah. Hiyo nafikiri ndio msimamo wetu. Pili narudi kwa Bishop, mada ilikuwa kwamba uungu wa Yesu, je Yesu ni Mungu? Nafikiri hii ndio ambaye kwamba nilikuwa nasubiri kutoka kwa daktari kwa hii dakika kumi kwa sababu leo nilisema hapa leo E, tutatoka hapa e, tumebatizwa. Lakini sasa mimi naona kwamba tumemsikiliza kwa muda na kipindi kirefu, ambacho kwamba nimepata kuelewa ni kwamba wakristo sasa wamekuwa pia ndio miungu <laughs> kwa hiyo naona mada imebadilika, sijui imebadilikia <laughs> wa wapi wake mada. Tulikuwa nafikiri hata wasikilizaji wote wanasubiri kusikia uungu wa Yesu namna gani, na ndio mimi nilikuwa nasubiri, nikisema leo nitapata mambo ambayo kwamba si za kawaida kwa sababu sisi Waislamu tuko wazi. Qur'ani imesema kwamba Isa rasulullah, imesema Qur'ani 4:171, eh, Qur'ani 100, Qur'ani 4:157, Qur'ani 4:171, Qur'ani 61:6, Qur'ani 3:49, Qur'ani 3:45, Qur'ani 3:59, yote inasema kama Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu, yeye siye Mungu. Hiyo ndio ndio kwamba ilikuwa ni mada kwamba Waislamu wanachukulia ni mtume, nyinyi mnamchukulia ni nani? ni Mungu. Mungu akiwa ndani ya mwili. Lakini sasa kwa sababu unaona kwamba e, pengine au kujibu umeenda kwa u, u kwamba wa Kristo ni Mungu, siwezi kusafiri kule mada maana pia mimi nitakuwa natoka katika mada. Kitu ambacho kwamba point ambayo kwamba ningependa kugusia ni pale ukisema kwamba Yesu ni zaidi ya mtume. Hiyo Qur'ani nakataa. Hebu nisome Qur'ani 5:75 tusikie kama Yesu alikuwa zaidi ya mtume kwa sababu hapa ndio pafanya pa, pa, shida kati ya Uislamu na Wakristo nafikiri mambo mengi tunakubaliana, lakini ikishafika katika uungu wa Yesu ndio hapo tuna tunaenda tuna, tuna, eh, tuna, tuna nini tuna, kwa sababu Waislamu wamemchukua Yesu wakasema ni mtume, Wakristo wakamchukua Yesu wakasema ni zaidi ya mtume. Hapa ndio penye shida. Kwa hiyo ikiwa tutaweka hii level, tukajua kama ni mtume ama zaidi ya mtume Nafikiri leo bishop ataslimu ndio tutakuwa tumepata kondoo wengi sana. Qurani 5:75 <laughs> tusikie, bismillahirrahmanirrahim. Naam, masihi bin Maryam naam, si chochote ila ni mtume. Tunaona imerudia pale pale kwamba mwenyezi Mungu ameweka wa wazi katika Quran kwamba masihi isa bin Maryam siyo chochote ila ni mtume wa Mungu. Kwa hiyo mada ilikuwa je, ni mtume ni Mungu? Tunapata bado imedhibitika kama yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Waislamu tuna shaka na utume wa Yesu, tunamwamini kama ni mtume wa Mungu na alizaliwa kawaida. Yesu alipitia katika tumbo la Mariamu. Na kama amepitia katika tumbo la Mariamu, haiwezekani akawa Mungu kwa njia moja ama nyingine. Kwa sababu uungu wa Yesu wenyewe. Nafikiri Yesu mwenyewe hakuna mahali amefundisha yeye ni Mungu. Na nafikiri pia disciple dis, disciples wa Yesu katika vinywa vyao hakuna disciple wa Yesu katika wale 12 wanaojulikana amemtaja Yesu kama Mungu na pia katika wale watoto ama wafuasi wa disciples, pengine ilikuja baadaye na akina Paulo, hakuna mahali ime, imefundisha kama Yesu ni Mungu isipokuwa thibitisho ambazo kwamba ziko ni kwamba Yesu alikuwa binadamu wa kawaida, aliishi binadamu wa kawaida, akapitia aka, aka, aka mambo ya kawaida na vile vile alizaliwa kawaida. Tukiangalia mwanadamu anakaa miezi tisa katika tumbo ya mama yake, si kweli? Yesu alikaa miezi tisa. Sasa kama angekuwa Mungu kwa sababu tunajua kila kitu kiko na, na, na, na nini yake, wakati wake, kama ni ng'ombe na muda wake wa kukaa, sungura na wakati wake e, kama ni kuku, wakati wa kutega mayai iko na wakati wake sio eh? Kila moja ana sifa yake. Mwanadamu anakaa miezi tisa katika tumbo. Kwa hiyo ukiona kwamba kiumbe kimekaa katika tumbo ya mwanamke miezi tisa, automatic anakuwa mwanadamu. Sasa kama huyu Yesu alikaa katika miezi tisa katika tumbo ya Mariamu, automatic atakuwa mwanadamu. Hawezi akawa Mungu kwa sababu amekaa kile kiwango sawa ya nani? Ya mwanadamu. Pili ni kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anayeumba watu katika tumbo. Yesu alipitia katika tumbo la Mariamu, kama alipitia pale ni Mungu alikuwa anamuumba katika tumbo. Kama Mariamu alikuwa na Mungu katika tumbo, haiwezekani tena kama Yesu awe ni Mungu kwa sababu kuna Mungu aliyekuwa anaumba kile kiumbe pale ndani. Hakuna mahali inasemekana kwamba Yesu alikuwa anajiumba, hapana. Ni Mungu alikuwa anamuumba. Hebu msomee Qur'ani ngapi ya, nini, Isaia, kitabu cha Isaia 44:24, tusikie namna inavyozidi kusema. Sawa. 44:24 kitabu cha Isaia, inasema, Bwana mkombozi wako, yeye aliyekuumba tumboni, tumboni. Dimaana anayeumba watu tumboni Mungu. Kama Yesu alikuwa katika tumbo ya Mariamu, aliumbwa na Mungu Haiwezekani yeye ni Mungu, unless kuwa na ushahidi kwamba yeye alikuwa na jiumba akiwa katika tumbo, itakuwa ni mambo mengine, lakini kama alikuwa pale na Mungu ndiye anaumba watu, basi yeye ameumbwa na Mungu, atakuwa ni kiumbe cha Mungu. Kitu kingine nimefurahia, ukisema kwamba definition ya Mungu ni roho, nafikiri hiyo definition, nimefurahi sana na nakubali kama Mungu ni roho, na kama Mungu ni roho, tunajua kama roho haina jinsia, ama ni uongo Bishop? Daktari wewe ndo msomi una digiri zote tatu kabisa. Na wewe ndo unaeleza watu wanakufuata kabisa. Roho haina jinsia, unamaanisha haina jinsia yeah? Anlesa, utuambie kama roho ni hakika kama kiume unaona eh? mm -hmm. Haina jinsia roho, na kama Mungu ni roho na unakubali, ina maana kama Mungu hana jinsia. Yesu ni mwanaume ana jinsia, kwa hiyo hawezi akawa Mungu kwa kivyo vyote pale na hii ndio ilikuwa ni mada tangu mwanzo ame, kwamba tulikuwa tumeweka pale sasa, tukiteremka kwamba Kristo ni Mungu, Farao ni Mungu na nini naua, ah, ni mada nyingine kwa sasa. Nafikiri kwa dakika moja tu naomba eh, nitamatishe ni, ni, ni, tuone Yesu ni nani. Nane arobaini, nisomee hiyo 40 tumsikie, e, Yesu kwa Yesu kinywa chake anasema ni nani, maada Yesu Mungu ndio. Naona Yesu mwenyewe mwenye confession, confession ya nani, confession ya Yesu ambaye kwamba tunaichukua sisi Waislamu anasema kwamba nyinyi mnatafuta kuniua mimi. Nani mimi, mtu, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli ambayo niliyasikia kutoka kwa Mungu. Iko wazi mtu. Kwa hiyo Yesu anajijua kama mtu, yeye anajijua kama mtu. Sasa nyinyi mnatafuta kunua mimi, mtu, nilioambia ile kweli niliyosikia kwa Mungu. Kwa hiyo yeye pia anasikia maneno kutoka kwa Mungu. Meona kwamba Mungu yuko kando na Yesu yuko kando. Kwa maana hiyo Yesu hawezi akawa Mungu kabisa, leo kesho wala juzi. Ha, sawa kabisa. Hiyo ni awamu ya, ya kwanza ya kipindi e, cha risala kwenye 95.0 Ikra FM e, kumbuka tu, sasa tuki kwenye awamu ya, ya pili ni maswali mfululizo kupitia 072744454 au 0738648881 moja kwa sasa, tupate pumziko fupi, lakini tukirejea nitakuwa nikikuhusisha msikilizaji moja kwa moja kwenye 95.0. Mimi ni Abdul Hamid Suleiman, usikwende mbali, tunarejea muda usiokuwa mrefu. Ch -ch changamsha wikendi yako yeah, kila Ijumaa.